Yesu hakati tamaa juu yako. Je, unajisikia kama unaendelea kufanya makosa? Unajaribu kuwa mtakatifu lakini unaanguka mara kwa mara. Unajisikia kufadhaika sana kwa sababu hutaki kuanguka, lakini kwa namna fulani unaendelea kutetereka. Labda wakati mwingine unajiuliza, ni faida gani hata kujaribu? Lakini Yesu hakutarajia kuwa usifanye makosa. Kama mtoto mdogo anavyokutana na anguko, Ona hivyo kama ukumbusho wa kumtegemea Mungu. Makosa yako sio vizuizi vya utakatifu, bali ni mialiko ya kutegemea rehema za Mungu. Ikiwa usingefanya makosa yoyote, usingejua haja yako kwa Yesu. Makosa yako yanakusaidia kukua. Hivyo badala ya kuwa na hasira, kuwa kama mtoto mdogo katika imani yako na kumtegemea Mungu, furahia katika udhaifu wako, maana na unakusogeza kumtafuta Mungu zaidi. mm, nikutakie siku njema ndugu yangu.